Habari za leo. Leo nawaletea faida usizozijua za mchunga kwenye mwili wa binadamu. Mchunga ni dawa na unaweza kutibu magonjwa yafuatayo. Namba moja, mchunga ni dawa nzuri sana kwa ini. Namba mbili, kutoa sumu zenye madhara. Namba tatu, mchunga unaweza kutibu UTI, malaria sugu naweza kutibu mchafuko wa damu, vipele sugu, unaweza kutibu kuua chembechembe za kansa. Faida nyingine, mchunga unasaidia kubalansi, yaani kuweka msawazo wa magonjwa ya kisukari, blood pressure BP, kuondoa maumivu ya mwili, kuondoa kuzeeka kwa ngozi. Hizo ndoza faida za mboga ya mchunga na matumizi yake. Matumizi ya mchunga, unatakiwa uchume yale majani ya mchunga. Yale unachuma unatia kwenye chombo chako, kama ni sufuria basi, ukimaliza unatia na maji, ongezea maji kwa ajili ya kupata kuchemshia huo mchunga uweze kuchemka. Ukishachemka unatumia kikombe kimoja kama glasi au kikombe. una una ukishachemsha ule mchunga ukachemka vizuri, unawacha uchemke vizuri kabisa kwa muda, kisha unatumia asubuhi kikombe kimoja glasi ya mchunga na jioni. Fanya hivyo mara kwa mara, unaweza ukafanya muda wa kaamua. Kama umeamua kufanya wiki, ukafanya hiyo, uangalia hali yako na kwa mama mjamzito asitumie mchunga. Kwa hiyo mchunga ni ni dawa na faida. Natumai kuwa mtaweza kufurahia video yangu hii. Basi, kama umependezwa, subscribe to my YouTube channel, like video, share. Asanteni, habari za leo.